Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Dominika ya 30 Mwaka che, masomo yametolewa kutoka: somo la kwanza, Yoshua Binisira sura ya 35 aya 12 hadi 14 na 16 hadi 18 na Timotheo wa pili sura ya nne aya sita hadi ya nane na sura ya kumi na sita hadi ya kumi na nane na Luka sura ya kumi na nane aya tisa hadi ya kumi na nne. Tazama moyo, si uso, safari ya taifa kwenye njia ya unyenyekevu. Utangulizi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo Yesu, tunasimama leo tukiwa karibu kumaliza mwaka wa kanisa. Ni Dominika ya 30 mwaka C wa kanisa, siku ambayo kanisa linatualika tujiangalie kwa ndani. Je, yeah, tumekuwa watu wa sala ya kweli au wa maonyesho? Na ni ajabu namna neno la Mungu inavyokuja kwa wakati. Leo Injili inatupa picha ya watu wawili walioingia Hekaluni kusali. Farisayo na mtoza ushuru. Wote walionekana wamesimama mbele ya Mungu. Lakini Mungu hakuwatazama wote kwa jicho lile lile. Yesu anasema yule mtoza ushuru alirudi nyumbani amehesabiwa haki, na yule Farisayo si hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hufurahia moyo wa mnyenyekevu, si uso wa kujidai. Wapendwa, tunapoelekea uchaguzi mkuu, tunaposhiriki katika safari ya sinodi Tunapokaribia Jubilee ya imani, maneno haya yanakuwa kama mwanga wa taa mbele ya miguu yetu. Bwana anatuita kama taifa, familia na kanisa, kusema naye kwa unyenyekevu, kuishi kwa haki na kuungana kwa upendo. Sehemu ya kwanza: moyo wa unyenyekevu ni njia ya Mungu ya kutazama ulimwengu. Injili inatupa kioo cha maisha. Farisayo anasimama kwa majivuno akijisifia mbele ya Mungu. Mimi si kama watu wengine, mimi nafunga natoa zaka. Lakini mtoza ushuru amesimama mbali, ameinamisha uso wake chini akisema ee Mungu, unione huruma mimi mwenye dhambi. Hapa ndipo siri ya Mungu ilipo. Mungu hutazama moyo, si uso. Anaona zaidi ya maneno, anaona roho iliyojaa toba upole na unyenyekevu. Unyenyekevu si udhaifu, ni ujasiri wa kuikubali kweli kuhusu nafsi yako, ni nguvu ya moyo wa mtu anayejua kwamba yeye si kitu bila Mungu. Mtakatifu Agustino alisema unyenyekevu ni msingi wa hekima yote, na Mtakatifu Francisco wa Asisi akasema mtu ni yule tu alivyo mbele ya Mungu, si zaidi. Ndugu zangu wapendwa, unyenyekevu ndiyo daraja kati ya Mungu na binadamu. Mtu mnyenyekevu ni kama ardhi yenye rutuba, inapokea mvua ya neema na kutoa mazao ya matendo mema. Lakini mtu wa majivuno ni kama jiwe gumu, mvua ikinyesha, maji yanateleza ya na kupotea. Katika dunia ya leo watu wengi wanataka kuonekana, kutambulika na kushangiliwa, lakini Mungu anatafuta wale wanaotenda mema kimya kimya: wazazi wanaosali kwa watoto wao usiku, vijana wanaosema hapana kwa uovu, viongozi wanaofanya maamuzi ya haki hata bila kushangiliwa. Mithali ya 29 aya ya 23 inasema, kiburi cha mtu humshusha bali unyenyekevu atapata heshima. Na kweli taifa lisilojifunza kuinama, haliwezi kusimama. Tunapokaribia uchaguzi, tusimame mbele ya Mungu kama mtoza ushuru, tukijua kwamba sisi, so, sisi sote ni wadhambi. Tunaomba neema ya Mungu. Toba na unyenyekevu ndio silaha kubwa ya taifa linalotaka baraka za Mungu. Sehemu ya pili: taifa la haki, hekalu la uadilifu na kweli. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua bin Sira linatukumbusha kuwa Mungu hapokei rushwa wala hawezi kupendelea matajiri Anasikiliza kilio cha maskini na sauti ya mnyonge hupenya mbinguni. Hii ni sauti ya haki. Mungu ni Mungu wa haki, na taifa la Mungu lazima liwe taifa la haki. Haki si neno la wanasheria pekee, ni mapenzi ya Mungu katika maisha ya kila siku. Haki ni pale tunapomlipa kila mtu anacho, kila anachostahili. Ni pale mtoto wa maskini anapopata elimu bora, mgonjwa anapopewa dawa, mkulima anapolipwa kwa jasho lake, na kila raia anapopewa heshima kama kiumbe cha Mungu. Mtume Paulo katika somo la pili anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Maneno haya yanapaswa kuwa wimbo wa taifa letu baada ya uchaguzi, kila raia aweze kusema nimepiga kura kwa haki, nimeilinda amani, nimemheshimu jirani yangu. Haki na ukweli havitenganishwi. Haki bila ukweli ni kivuli, ukweli bila haki ni upofu. Zaburi ya 85 aya ya kumi inasema haki na amani vimebusiana. Hivyo basi, amani inavyo tunayeiombea Tanzania si zawadi ya bure, ni tunda la haki. Tusiwe kama Farisayo anayetumia dini kuficha ubinafsi wake, tuwe kama mtoza ushuru anayekiri udhaifu wake na kuomba nguvu ya Mungu, kwa sababu taifa linalojua kukiri makosa yake ni taifa linaloweza kuponywa. Mungu anatuita tujenge taifa linalosimama kwenye uadilifu, taifa lisilohongwa na maneno matupu, bali linaloongozwa na dhamiri safi taifa ambalo kiongozi na raia wanasema ukweli hata kama ni mgumu. Haki inaanzia nyumbani, sokoni, ofisini, shuleni, kanisani na barabarani. Kila mmoja wetu ni kioo cha taifa. Tukiwa waadilifu katika mambo madogo, tutakuwa taifa lenye nguvu katika mambo makubwa. Sehemu ya tatu: umoja wa upendo, tunda la imani katika safari ya Sinodi na Jubilee ya 2025. Kanisa lote liko katika safari ya Sinodi, kusikiliza, kushirikiana na kutembea pamoja. Safari hii inatukumbusha kuwa hatuwezi kufika peponi peke yetu, kama hatuwezi kuijenga Tanzania peke yetu. Umoja ni zawadi ya Mungu, lakini pia ni jukumu letu. Zaburi ya mia moja thelathini na tatu aya ya kwanza inasema, tazama jinsi ilivyo vizuri ndugu wakae pamoja kwa umoja. Umoja ni kama mafuta matakatifu yanayomiminika juu ya taifa. Umoja ni kama sauti ya nyimbo za watoto wakicheza kwa amani kama mikono ya wazazi ikishikana kuombea kesho njema. Kama Wakristo wa madhehebu tofauti wakiomba pamoja kwa ajili ya amani ya nchi. Umoja haujengwi kwa maneno bali kwa msamaha. Kama familia inaweza kugombana na kisha kusameheana vivyo hivyo taifa linaweza kupita katika migogoro, lakini likaendelea kuwa wamoja. Mtakatifu Fransisko wa Asiza alisali, Bwana, nifanye chombo cha amani yako, palipo na chuki niweke upendo. Leo kila mmoja wetu anaitwa kuwa chombo hicho Tukiwa taifa lenye umoja, tofauti zetu zinakuwa kama rangi kwenye uchoraji wa Mungu. Kila rangi inahitajika ili picha iwe kamili. Ukabila, udini au itikadi ya kisiasa havipaswi kuwa kuta, bali madirisha ya kuelewana. Tunaingia Jubilee ya imani mwaka 2025 tukiitwa kuwa mashahidi wa imani iliyo hai. Imani isiyounganisha si imani ya Kristo, kwa sababu Yesu alikufa ili wote wawe wamoja, Yohana sura ya 17 aya 21. Tukiishi kwa upendo, dunia itaona uso wa Mungu kupitia taifa letu. Kwa hiyo kila mmoja akianza nyumbani kwake kwa amani, heshima na msamaha, amani ya taifa itachanua kama maua baada ya mvua. Hitimisho. Ndugu zangu wapendwa, leo Yesu anatuuliza swali, unataka kuwa nani mbele ya Mungu? Farisayo au mtoza ushuru? Kila uchaguzi, kila sala, kila tendo la haki ni nafasi ya kuchagua unyenyekevu, na taifa linalochagua unyenyekevu linalojijenga li, linalo katika haki na linaloshikamana kwa upendo ni taifa linaloishi chini ya mwanga wa Mungu. Mungu anasema katika Isaya sura ya 66 aya ya pili: mimi namwangalia mtu aliye mnyenyekevu mwenye roho iliyovunjika na anayelitetemekea anayeli neno langu. Hiyo ndiyo Tanzania tunayoombea leo. Basi tuombe kwa pamoja: Ee Mungu wa amani, utupe moyo wa unyenyekevu, utuongoze katika njia ya haki na utujalie umoja wa kweli. Tufanye taifa linalosimama mbele zako kwa upendo na toba, kama mtoza ushuru aliyesamehewa. Na tuondoke leo tukiwa na azimio moja, tujifunze kutazama moyo, si uso. Hapo ndipo Mungu atatubariki. Hapo ndipo Tanzania itakuwa taa ya matumaini barani Afrika. Hapo ndipo Jubilee ya imani itakuwa sikukuu ya upendo na amani ya kweli. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.